Kupambana, Kambana, karibu kwa majina, anaitwa Latifa Abdi, ni msichana wa miaka ishirini na mbili, ni mrahibu. Nilianza kutumia madawa kuanzia elfu mbili na kumi na nane na ni mrahibu ambaye mpata ni mpataji nafuu kwenye kituo cha mat clinic ambacho kiko wa Arusha. Shukrani zangu naomba nizitoe kwa mheshimiwa Rais Mama Samia kwa kuweza kutupatia huduma ya tiba ambayo ni tiba aina ya mesadon inayopatikana kila mkoa japokuwa kuna mikoa mingine bado haijafika tiba hii ni tiba mbadala kwa watumiaji wa madawa kulevya shukrani zingine pia naomba nizifikishe kwa DCA kwa kuweza kutusaidia tumeweza na sisi wametupambania mpaka hapa tulipofika shukrani zingine naomba nizitoe kwa NMB maana wameweza kutupatia akaunti za kuweka fedha zetu na fedha zetu ziko kikamilifu hazina madhara yoyote wala hazipeleki popote kingine zaidi. Shukrani yangu naomba niwape masosho weka wa matkliniki kwa kuweza kutusimamia mpaka hapa tulipofika, maana bila wao kutufata mtaani sidhani kama tungekuwa hapa tulipofika. Wametumia kiasi kikubwa sana cha kutufata mtaani, wamepambana masosho wetu. Shukrani pia naomba ziende kwao mitaji tunayopata, kuna watu wa saluni, kuna watu wa hoteli haswa haswa, na kuna watu wa mitumba pia. Na matumba hii mitaji tunayopata imetusaidia kiasi kikubwa, kiasi kikubwa, kwa sababu tulikuwa tukinywa dawa kipinda, hatuna kazi, tukinywa dawa tunarudi kwenye yale yale makundi, tunajiunganisha na wale ambao bado hawajaamua kuacha madawa, na huwa tunakaa nao, na kwenye kukaa inaweza kukufanya ukarudiwa madawa. Hii mtaji yao imetusaidia kiasi kikubwa, maana tukinywa dawa sababu tunaenda makazi mwetu, tunaweza kukidhi mahitaji. Maana mimi binafsi na mtoto wa miaka miwili na miezi minne nimeangalia mtoto akiwa na miezi sita na mama yangu, lakini sababu ninaweza kumwangalia mtoto wangu na mtumia mahitaji yake vizuri kutokana na hii mitaji tuliopewa. Kwa hiyo naomba niwapongeze sana DCA Mheshimiwa Rais NMB kwa wote waliofanyia OCD ote waliotufanyia changamoto zote, kiukweli najisikia faraja, maana katika watu walionyanyapaliwa kipindi hicho mimi ni wa kwanza, like seriously, nilikuwa siwezi kukaa na watu wawili wakaniangalia hata siku moja, nilikuwa mwizi, mwenye tabia chafu. Nilifanya vitu vingi vingi sana ambavyo raia kupenda au kupendezwa na wasiwasi wa nilikuwa naishi nao, aliyokuwa pembeni yangu alikuwa ni mama yangu, kwa mama mtupi mtoto lakini nilinyanyapaliwa sana. Sasa hivi na biashara yangu, watu wanakuja wanafanya mambo kwenye biashara yangu, ananiungisha, napigiwa simu Latifa afanya hivi. Namshukuru Mungu kwa kila kitu. Hapana, milioni nne kweli, kwenye madawa sio nyingi, ni kidogo sana. Ila kwenye biashara ni nyingi sana, na inawezeka kufanya ukafika pakubwa. Ila kwenye madawa ni hela unaitumia masaa matano, amini ninachokwambia, masaa matano, milioni nne unaitumia kwenye madawa na, na inaisha yote kwa hiyo mi nashukuru sana, na wasitegemee kwamba wanaweza wakadhani kwamba juhuda zao za kuweza kutupa sisi mtaji tunaweza tukawaangusha, hapana. Wabaki na moyo huo huo, waendelee kutushika mkono, maana sidhani kama kuna mtu anayedondoka akanyanyuliwa akakubali tena kudondoka, hapana. Masaa matano, masa yanaisha milioni nne. Mimi kwanza nimeanza kuvuta madawa mpaka leo nimeshawapa wanaouza madawa ghorofa tatu. Maana kwa siku ninavuta madawa laki mbili. Kwa hiyo milioni nne ni kitu kidogo sana kwenye madawa. Sasa ukishakuwa na yule ukiwa na wenzako umekaa, lazima utataka kumpa huyu, umpe huyu huyu, aone unayo. Kwa hiyo milioni nne ni ndogo sana. Kwa hilo naomba niwakosoe na niwaambie kwamba ni kosa wanalifanya mtu kuingia kwenye madawa so sababu ya kukata tamaa. Maana japokuwa hata na mimi nilifikia tu, nilikata tamaa, lakini nilipata tamaa pale ambapo sikujua kama kuna uwezekano wa kusaidika, lakini uwezekano upo. Na kwa wale ambao wako mtaani wanatumia madawa na washauri, waje MAT Clinic Mount Meru, kuna huduma ya methadone na waraibu wanapokelewa vizuri na wanapata huduma vizuri. Naitwa Jane Martin Diki natokea Mount Meru. Mimi ni mraibu wa madawa ya kulevya ambao kwa sasa anapata huduma pale Mount Meru Mati Clinic, katika huduma ya methadone. Kwa hiyo tunawashukuru jeshi la polisi. Tunashukuru pia, tunashukuru jeshi la polisi na pia tunashukuru kwa watu wote ambao wanatuangalia, ikiwepo asasi, ikiwepo Mount Meru yenyewe Tunamshukuru pia mkuu wa mkoa wa Makonda, tunamshukuru mama pia kwa kutuangalia zaidi, na wameweza kutupa nafasi mbalimbali kiasi kwamba hata ukitoka kunywa dawa unajua unaenda wapi, ukitoka kunywa dawa unaenda kwenye shughuli zako, ambazo ndo tumepewa miradi na polisi, ikiwepo mama ntilie, ikiwepo biashara ya nguo, watu wa saluni. Kila mtu mwenye talenti yake amenda amechagua anachokipenda. Kwa nashukuru Mungu kwa kitu kama hichi, polisi wameweza kutuangalia sisi waraibu na wameweza kutuonyesha upendo, kwa sababu tulikuwa mwanzoni tukinywa dawa hatujui tukitoka kunywa dawa tunaenda wapi. Lakini nashukuru Mungu sasa hivi tunakunywa dawa, mwingine anajua anaenda kwa mama ntilie, kama leo walivyoona, tumepewa nani za mama ntilie, masufuria nini, na mpaka taslim fedha kwa ajili ya chumba kulipia na kuanza kufanya kazi. Kwa tunashukuru sana jeshi la polisi. Kingine zaidi ninaomba upendo zaidi watupende na watu wasitunyanya pae kwa sababu unakuta familia wanawadharau sana watu ambao wametumia madawa mpaka kuwatenga. Yani unakuta hata mtu mwingine kumtuma dukani kumpa elfu kumi anaona ni shida au kazi, kwa sababu anajua akimpa ataondoka nayo. Kwa sasa hivi tumebadilika na tunapata huduma, tunaishukuru serikali kwa methadone, maana kuna wengine bado tunatumia na wengine bado wameshamaliza na sisi tunaendelea kupata huduma, kwa hiyo tunashukuru sana. Weka akiba ni lazima, kwa sababu mtu kama una biashara yako huwezi ukasema pesa ambayo unaipata labda faida unaitumia tu. Akiba ni lazima uweke, na kwenye kitu kama hichi cha biashara, lazima mtu ujiwekee akiba. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.